Kwanza wewe mume na mke mnanyenyekeleana nyote wawili kwa kichwa cha Kristo kwa kumtii Kristo. Amen, maana katika kitabu cha Wafilipi sura mbili mstari wa tatu hadi nane inasema ikituambia hivi, msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amuhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Amen, tunaendelea. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye